Namna ya kuchinja na cha kuchinjia cha kinachotumika katika kuchinja, anazungiza kitu kinachostahili kutumika katika nini ya ihwan, katika kuchinja. Asili ya vinavyoliwa katika wanyama ya ihwan havitoki katika sura mbili, ima vihitajie kuchinjwa au visihitajie kuchinjwa. Lakini vinavyohitajia kuchinja ndio vingi, ndio sana sana, na vile vinavyohalalishwa bila kuchinjwa ni vichache, navyo ni maitatul bahar ni vile vilivyo vile eh, ile mizoga miz, ya baharini ya kwenye maji, asili ya yake ni kwenye maji, hivyo nakula hata kama vitakuwa, yani, habila havichinji aemmekan. Kwa hiyo basi uh,

Wanasema hii hadithi kama ilivyokuja katika Bukhari kutoka kwa Rafi ibn Khadij kutoka kwa babu yake ya ambaye Rafi ibn Khadij Mra ibn Rafi anasema kunna maa nabi sallallahu alayhi wasallam bi dhil hulaifa, katika riwaya tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dhil hulaifa faaswaba nnasa ju'un, watu wakapatwa na njaa. Faaswabu iblan wa hanama, wakapata nini? Wakapata ngamia e, nga na mbuzi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika watu wengine. Hii e, ni riwaya iko hivyo lakini pia riwaya nyingine ndio kama hii tuliyokuwa nayo. Tukirudi katika hadithi yetu waambia ya Rasulullah, inna laqul aduwi ghada, sisi ni wenye kukutana na maadui, tunakusudia kwenda kukutana na nini na maadui kwa hiyo tuna njaa aa, watu wana njaa, watakiwa kula. Walaisa maana muda na sisi hatuna visu, ni jamuu umudia, hatuna visu vya kukatia, laisa maana sakakini, sakakin, sikini, hatuna visu vya kuchingia, tunataka tufanye nini? tuchinje kwa sababu takiwa kula kushiba, na sisi kesho tuenda kukutana na nani? Na maadui alikuwa amepata angamia na nini ya ikhwani, na mbuzi afanadhbahu bilkasabi, hivi tuchinje kwa kutumia kasab. Kasab ya ikhwani nau'un min afsani lshajara ni aina katika matawi fulani ya miti, idha kusima nisfaini sara adan kasaka au kasikini, ni aina fulani ya vimti inapokuwa imekatwa vipande viwili, ikakatwa vizuri, ule mtu nakuwa kama kisu. Viko, viko vinanii, vim, vim, vimiti mingine unapo unapoukata kidogo, unakuwa mkali kama kisu paa hata maganda ya miwa yale, fahimtu? ukiangalia baadhi ya miti sijui miti fulani ile imekaa kama miwa miwa hivi, na yenyewe ni mikali. Kwa hiyo yu tutumie hii miti kuchinjia, kwa sababu tunahitaji kuchinja kula, fahimtu? naea Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwajibu, akasema naam, chinjieni hivyo kwa sababu angewajibu hivyo maswali yangekuwa mengi. Mtume akawajibu kwa kaida ambayo itawasaidia katika mambo mengi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma anhara dama, kile ambacho kitaweza ku, kumwaga damu, kusababisha kumwaga damu, asalahu biquwa, ambacho kitaweza kuitilidisha damu, damu ikatiririka Yaani, naweza kikachinja. Fahimtum. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema, wadhukira smullahi alayhi, kisha ikatajwa jina la Allah juu yake, basi akasema eh, wadhukira smullahi alayhi, na ikatajwa jina la nani? La Allah. Kisha akasemaje? Fakul, basi kula. Ina maana hata kama mtopata kipanga mtu pata nini, madamu mmepata cha kuchinjia na kumwaga damu na mkataja jina la Allah, basi fanye ba nini, kula. Kwa hiyo madamu kile kitakachotumika kuchinja kiwa kinaweza kumwaga damu, kiwe kinaweza kutumika kumwaga damu, alafu ni kikali, akitomtesa yule mnyama kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasema, laisa ssinna wadhifra, lakini siyo meno wala, wala, wadhifra, wala kucha wala adhufra wala nini kucha. Kwa hiyo hivyo havitakii kuchinjwa kwa kutumia meno wala kutumia kucha. Mtume akasema, sauhadithuka anni ay wasaadhkuru laka illata lmani, nitakutajia sababu ya kuzuiliwa hivi kwamba watu wasichinje kwa kutumia meno wala kutumia nini kucha, kucha. kucha. Ama sinnu fa adhmu, ama meno ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mifupa na mifupa haifai kuichafua ehwani, kwa najisi wala nini kwa sababu ni chakula cha majini kama ilivyothibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh, lakini pia wa ama <tipya> adhufr famuda muda alhabasha, ama makucha ni... ni vitu vya maha... wahabashi na hao wahabeshi waliokusudiwa hapa ni makufar makafiri, na sisi tumekatazwa kujifananisha na makafiri fahimu. Kwa hiyo wao ndio walikuwa wanachinja kwa kutumia ma makucha. Kisha anasema wa asabna nahaba ibilin wa ghanam, tukapata E, tukapata Allah akajalia tukapata ngamia na mbuzi, yaani tulipata tabu ya ngamia na mbuzi. Kwa sababu na ndio maana kwenye ile riwaya iliyotangulia wanasemaje? Anasema, faaswabu ibla wa ghanam, na hapa maana yake walipata ngamia na mbuzi, au ngamia na mbuzi waliopata walikuwa ni watata, ni, ni, ni wa, kwa hiyo ina maana wao wao walichokifanya Allah akawajalia wakampata ngamia e, yani ngamia ilikuwa, wale wanyaa walikuwa ni wakorofu, na ndio maana akatumia neno nahab faimtu, eh, yani tuka, tuka, tuka tukampata tukapata sisi ngamia na mbuzi tuka siku wa winda ina maana waliweza kumpata katika baadhi yao walitoka wakakutana na hao ngamia, na wengine wanasema nahabu, ina maana waliwachukua kutoka kwa maadui wao, lakini al-asli ya ikhwan kwamba waliwapata ngamia na mbuzi. na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanampata wao hawakuwa naye. Mtume alikuwa na wengine wao, wao walipompata baadaye wakawai wengine, wakakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika katika eh, katika kikundi kingine, ndio wakamuuliza hayo maswali na wakamwelezea kilicho kilichofanyaje kilichowapate kwa hiyo, wakasema waasabena nahba ibili wa ghanami na, tukapata ngawira ya ya, ya ngamia na mbuzi, ni ngawira bila mapigano, na maana ndio hiyo, walitoka wengine wakampata waka, waka, waka, waka kwa madui wao wamtu, kwa sababu alikuwa anaenda kwenye vita fanadda minha bairun, na huko kwenu kuna bairi, akawachomoka yule ngamia wao. Si walienda wa baada, ba, baada uyo, uyo nani, uyo ya kwenda kumpata huyo huyo nanii, hiyo ngawira hiyo ya ngamia na mbuzi, wakamchukua walipowachukua, yule ngamia akawaponyoka, akakimbia faramahu rajulun bisahmin fahabasahu mmoja katika masahaba akamtumia akamtupia mshale akamkamata akamdhibiti. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna lihadhihi libil awabida, hakika eh hawa ngamia wana ukakasi, hawa ngamia huwa wana ukakasi. Ka awabidil wahsh, kama ule ukakasi wa wanyama wa wanyama mwitu, wa wanyama wa porini, wale wanyama porini, wale wakushambulia, wana ukakasi kama wanyama hao. Fa idha ghalabakum minha shaiun, ikiwa watakushindeni sasa kuwadhibiti, fafalu bihi hakadha, fanyeni hivyo, fahimtume kwani, na wanasema wana alulilmu kwamba mnyama ambaye utaweza kumdhibiti vizuri, basi mchinje, lakini akikushinda unamchinja katika mazingira yote. Allah amekujalia umeweza kumdhibiti swala, kuna haja ya kumtupia mshale mshale? Lakini kwa sababu kakuponyoka, unamdhibiti vipi? Unamtupia mshale. Fahamu tumekwana ah lakini, lakini pia ndege Allah amekujalia mweza kumkamata ndege vizuri, hakuna haja ya kumtupia jiwe na kumlenga kwa manati, sababu sishamshika. Lakini sasa haya ndo kakukimbia na meshaenda mbali, unamtupia nini manati. Yani ni kujitahidi kuepuka kutumia ukakati katika hali yoyote, isipokuwa pale mnyama anapoleta ukaidi, ndo ina lazimu ufanye hivyo. Kwa sababu ngamia analeta fujo, nasi yako anatakiwa umchukue vizuri E, umfunge umchinje kwa uzuri kabisa, lakini sasa anaitafuja anafanyaje? Inatakiwa nini? Ni kumdhibiti sasa, chukua makamba huku na huku, kumtega na kuangusha, mambo kama haya. Kwa hiyo e, kama hakuna namna ya kumfikia Aya, anawashinda kwamba tukimtupia au tukimfanya hivi tutamshinda, basi inabidi mtumie njia ya kumdhibiti kama hii, hata kama itakuwa na ukakasi. Lakini kikubwa hapa anachoonyesha ni kuonyesha kwamba kuhusu namna ya vile vinavyotumika katika kuchinja, fahimu Mtume ku. waziri uhuso umeomba nani nani, eh tu darasani, amna mwalimu kule Mbona mnakuwa kama mnakuwa na awabid kama awabid za wahsha a Mtume, saizi ndo awabid tunazozungumzia. Huyo natokali darasani, mwalimu hayupo na bila ruhusa kwayo. Alhasil ya ikhwan, kwamba haya ndiyo yaliyozungumzwa kwenye hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ina mafundisho mengi Inna, li, eh, inna lihadhihi awabid kaawabid lwahsha awabid lwahsha yani laha nukurun wawahshia, ina ule ukakasi ngamia kidogo, ina ukakasi ukakasi, fahimtumeekwan. Kuna wakati mwingine ngamia nakimbia kimbia, uwezi kumpata mpaka utafute kuruza tafute gari la kuuzo ndo ukaifuatilie. Kwa hiyo ataka fa idha ghalabak, ghalabakum minna shay'un fafaalu bihi hakadha fa idha nafara waghalabakum imsakuhu farmu, ina maana kama ngamia atakushindeni, amekuchomoka kakimbia lakini asili si amtaki kumtupia mishale sio, asili mnatakiwa mumkamate mumchinje. Lakini sasa katoroka, alafu anakimbia anasema, mtupieni, tupieni mshale ili mumkamate, sija kaleta shida. Hata kama mtamvunja mguu, hata, hata, hata, hata, ataliwa. Eh, kwa sababu gani? Kwa sababu ni kama vile kile kama kile unamwinda hata ng'ombe hasa ng'ombe kuna ng'ombe wengine watata, wa taka kumchinja achinjike ana, ana, anaenda kuvuruga mtaa mzima unafanyaje? Fa idha qataltum fa ahsinul qatla, kwa hiyo hiyo nataka kufanya ihsan katika kuua lakini yeye anataka waue unafanyaje? Chukua bastola, piga mguu, tulia. Fahimu kimekwa?